Naam hapa nimekaa na Mzee Machungwa ambaye amekuwa ametanda kote hasa katika upande wa TikTok, YouTube, Instagram, Twitter. Leo hii mimi kama Juma ama nimekuwa na mwenzangu hapa, wanashukuku kwa pamoja tunaita Melissa TV Kenya. Tumemtembelea Mzee Machungwa ili tukaweze hasa kujua ni nini hasa kimemsukuma kutanda kote mitandaoni na kuweza uh, kuhimiza serikali na yote tisa. Hapo awali najua umeasikia hapa nikiwa nimekaa, pia natuma rambirambi zangu rambi kwa mwalimu Josphat Wafula Wamakodo anayetoka eneo bunge la Navaholo katika wadi ya Pinyala Eastward, area inaitwa Mreku Market, huyu ni mwalimu wangu wa social studies hapo uh, shule ya civilie uh, uh, primary na amekuwa mwalimu ambaye amejulikana sana upande wa Bunyala Eastward. Amekuwa mwalimu ambaye wakuhimiza, alikuwa anahimiza wanafunzi. Kwa hivyo mimi pamoja na Melissa TV Kenya tunaungana kutuma rambirambi zetu na kusema ya kwamba Aw, Mungu akaweze kumlaza aweze kulaza ae, roho yake mahali pema peponi. Pia katika familia tuna, tunafariji tukiwaambia kwamba take heart, maana hii ni kitu ambayo ni ya kawaida, na hii ni njia yote, njia yetu sisi wote, tunajua kwamba siku moja tutaweza kukutana naye mwalimu wetu Josphat Wafula Wamakodo. Asante, asanteni, asanteni.